Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema rais wa Urusi Vladimir Putin anaona mapendekezo ya mazungumzo ya amani na Ukraine kama ishara dhaifu na amejibu kwa kuzidisha vita. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Merz ameliambia shirika la utangazaji la umma WDR, ni wazi kuwa Putin anaona mapendekezo ya mazungumzo hayo kama dhaifu na kwamba juhudi za kidiplomasia za kuumaliza mzozo wa Ukraine zimekumbana na hatua kali za kijeshi kutoka Moscow. Kulingana na Merz, washirika wa Ukraine kutoka nchi za Magharibi wametumia kila njia za kidiplomasia zilizopo. Merz ameonya ikiwa hata pendekezo la pande hizo mbili kukutana Vatican halijapata idhini ya Putin, basi wanatakiwa wajitayarishe kuona vita hivyo vikidumu kwa muda mrefu kuliko wanavyotamani kuviona vinamalizika. Aidha, kansela huyo Jirwania wa Ujerumani amesema washirika wa Magharibi hawaweki tena marufuku na mipaka ya aina mbalimbali za silaha kwa Ukraine na kwamba nchi hiyo sasa ina makombora ya masafa marefu kuweza kuilenga miundombinu ya kijeshi nchini Urusi. Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für... Hakuna tena vikwazo vya silaha zinazotolewa kwa Ukraine, sio kutoka kwa Uingereza wala Ufaransa wala sisi na wala Marekani. Hii inamaanisha kuwa Ukraine sasa inaweza pia kujilinda yenyewe, kwa mfano kwa kushambulia maeneo nchini Urusi. Haikuweza kufanya hivyo hadi hivi karibuni. Sasa inaweza. Katika hatua nyingine, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema anadhani Rais wa Marekani Donald Trump sasa anatambua uongo wa Putin kuhusu Ukraine. Macron ameitoa kauli hiyo baada ya Trump kusema kwamba Putin amekuwa mwenda wazimu kutokana na kuendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine na hivyo alikuwa anafikiria kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Macron amesema ana matumaini kuwa hasira ya Trump dhidi ya Urusi itabadilika na kuwa ya vitendo. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuizuru Berlin siku ya Jumatano kukutana na Merz. Gazeti la Ujerumani la Der Spiegel limeripoti leo kuwa Merz anataka kujadiliana hatua zinazoweza kuchukuliwa kuelekea katika mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Kansela huyo wa Ujerumani anatarajiwa kumwarifu Zelensky kuhusu mipango ya vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi, vinavyonuia kuiongezea shinikizo Moscow kushiriki katika mazungumzo ya amani. Huku hayo yakijiri, mkuu wa ujasusi wa kigeni wa Ukraine Ole Ivashenko amethibitisha taarifa kwamba China inaipatia bidhaa muhimu Urusi katika viwanda vyake vya kijeshi. Ivashenko amesema leo kwamba kuna taarifa China inaipatia Urusi bidhaa maalumu za kemikali, baruti, unga wa risasi na vifaa vingine vinavyoiwezesha kutengeneza risasi.